ambaye si mwingine bali ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye ametumwa kwetu kwa sifa nyingi sana alizopewa naye Allah tabaraka wataala, pale Mwenyezi Mungu subhana aliposema warafana lakadhikiraka. Ikhwani, leo nakuachia faida kwa mtoto anaye anaye anaye twasema mwenye makurunu tusemeani anayefuatwa na mashetani eh? mashetani madegedege ya kichawi, madegedege ya kishetani, kanaweweseka weweseka tu usiku unakuta na, na, na, mara kanalialia ovyo ovyo, yani vitu vya namna hiyo ambavyo ni matatizo. Huwezi kwenda hospitalini ukasema kwamba nataka mtibie mashetani anamsumbua wa mtoto wangu, au mauchauchawi ma anamsumbua, mazonge mazonge anaoyaonaona kanalialia hovyo hovyo, hapana. Fata utaratibu huu, utaratibu huu unaokupa, chukua karatasi nyeupe au sahani nyeupe, andika maneno haya. Utaandika Suratu Shams eh, ile itha sha, uh, uh, eh, itha shamsu kuwirat eh, itha shamsu kuwirat, Suratu Takwir nadhani eh. Nenda nayo iandike mpaka sehemu inakuja lat utilat. Katika neno utilat, ukishafika katika hilo neno utilat utastop. Kisha utakuja maneno haya, utasema atala llahu anka alqarin, unaandika hivyo bilqurani alazim wan nabiy alkarim kisha utakuja kuongezea aya inayopatikana katika suratu qamari aya 19, inasema hivi: inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsin mustamir. Yeah. Kisha utaendelea utaandika katika aya nyingine inayopatikana katika suratu qamari aya 20 2, inasema hivi: tanzi'u nasa ka'annahum a'jazu. Kisha utakuja kuandika maneno hayo utasema:

Tandika hivyo kisha utachukua ile, ile karatasi au ile sahani utalifuta kwa maji. Sasa yale maji uliyofutia mpe awe anakunywa mtoto huyo, kisha kuwa unampakaza mwilini kama kumkogesha vile kumfutia mwilini. Wallahi haichukui hata siku tatu, mtoto utausikia yuko safi kabisa, shida zote zimekwisha, kwa huruma na utukufu wake Allah, tabaraka wa taala, inshallah. Mimi Shekh Khamisi Suleyman na nyumba ya tiba na dua nipende kuambia tunawaombea watu dua kwa shida, mitihani, matatizo, maradhi ya aina mbalimbali, niukaribishe ndani ya nyumba ya tiba na dua, tuinue mikono kumlilia Allah tabaraka wa taala. Ama pia tunatoa tiba za sunna kwa mujibu wa kitabu na sunna ya bwana Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Inshallah nikuagi kwa siku hii ya leo kusema dumu fi riayatillahi wa amni. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.